Naam, karibu tena mtazamaji wa Gumzo, karibu kwenye Gumzo Updates. Na tunaarifiwa kutoka visiwani Zanzibar kwamba mahakama kuu ya huko imeizuia tume ya uchaguzi ZEC kuharibu vifaa vya uchaguzi wa mwaka 2025. Mahakama Kuu ya Zanzibar, masjala ya Tungu, imetoa amri ya muda kuizuia tume ya uchaguzi ZEC kutekeleza mpango wake wa kuharibu vifaa na nyaraka za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Amri hiyo imetolewa leo na mheshimiwa jaji Salma Hassan kufuatia maombi ya dharura yaliyowasilishwa na wagombea 17 wa chama cha ACT Wazalendo kutoka majimbo mbali mbalimbali ya Unguja. Wagombea hao walichukua hatua hiyo baada ya ZEC kutangaza nia ya kuteketeza nyaraka hizo za uchaguzi wa mwaka uliopita. Katika uamuzi wake, jaji Salma amesisitiza umuhimu wa kudumisha hali ya sasa ili kuepusha madhara yanaweza kurekebishika katika mchakato wa utoaji wa haki. Mahakama imeagiza nyaraka zote zilibaki kama zilivyo hadi hao pande mbili zitakaposikilizwa kwenye shauri hilo. Nyaraka ambazo zimezuiwa kuharibiwa ni pamoja na zile za majimbo ya Pangawe, Malindi, Kiembe Samaki, Chumboni, Chaani, Makunduchi, Mwera, Nungwi, Tumbatu, Mkwajuni, Bumbwini, Mpendae, Mtoni, Welezo, Amani, Mwanakwerekwe na Kijini. Nyaraka hizo ni fomu PS namba 9 ambayo ina orodha vifaa vya vituo vya kupigia kura, fomu PS namba 13b ambayo ni hesabu ya karatasi za kura za Baraza la Wawakilishi, na fomu PS namba 16 ambayo ni fomu za kufunga vituo vya kupigia kura na pia fomu PS namba 17B ambayo huwa inakuwa na matokeo ya uchaguzi wa ujumbe wa Baraza la Wakilishi katika vituo. Pia kuna fomu MWJ namba 19B ambayo ni majumuisho ya kura za ujumbe wa Baraza la Wakilishi ya jimbo, na mwisho fomu KM namba 23 ambayo huwa na maombi ya kupiga kura ya mapema na orodha ya wapiga kura husika. Kufuatia uamuzi huo wa Mahakama Kuu, sasa shauri limepangwa kurejewa tena mahakamani mnamo Februari 10 mwaka 2026 kwa ajili ya usikilizwaji wa pande zote mbili.